Baada ya kuwa hawa jamaa mambo yameshindikana yale ya katiba na kuondoa kina mama, wakasema wao maridhiano mwisho hawazungumzi tena, wakajitoa. Sasa walipojitoa, ndio wakaja na kauli yao mbiu, inasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, hautakuwepo kuwepo eh, uchaguzi eh usiwepo eh. Kwa sheria gani? Kwa kifungu gani cha katiba kinachoahirisha uchaguzi? Maana katiba ya nchi inasema uchaguzi utafanyika kila baada ya miaka mingapi? <coughs> na kwamba na kwamba hauwezi kuahirishwa isipokuwa kama kuna vita. Sasa huku Tunduru nyinyi mna vita? <coughs> na hakuna vita Tanzania kwayo hakuna uwezekano wa namna yoyote kwa kuzingatia katiba na sheria za Tanzania ambao unaweza kusema uchaguzi utaraji, utaairifu. Nawaambia haya kwa sababu nyinyi ni viongozi wa watu, au sio? Unajua, kauli mbiu huwa ziko nyingi na huwa zinakuja na kupita e, wakati fulani wakina Chadema walikuwa na kauli mbiu moja inasema M4C na ilikuwa na magari, mliyaona Yeah. Bado yapo wamegawana, <laughs> wamegawana yale <laughs> magari walikuwa na kauli mbiu inasema No hate, no fear. Wao, wa zao za yaani hakuna chuki, hakuna wao, kauli hiyo za za Kiingereza, yaani hakuna chuki hakuna kuogopa, lakini walipofanya uchaguzi wao ulijaa chuki na matusi na kauli mbiu ile ikafa na hii nyingine hii ya no no reform no election. Ni kauli mbiu, na wala isiwazuie kuchuma korosho, isiwazuie kupiga salfa, hamna kitu hapo. Nyinyi endeleeni kwenda kujiandikisha. Narudia, hiyo ni kauli mbiu ambayo mwisho wake na unakaribia kwa sababu hata juzi walikuwa Kondoa, katibu mkuu wa chama hicho alikuwa Kondoa, akaenda akawaambia no reform no elections, mkakuna kukura. Wakamwambia sisi tunaenda kupiga wale wa Kondoa irangi wale tena ma, macho macho hicho tunaenda kutiki mwezi mwezi we, wa Oktoba. Sasa wanaokubaliana wanaokubaliana kutiki Oktoba hivi mnyoshe mkono Oktoba tunafanya nini? Tiki hey. Tena tiki kubwa kabisa Kuba. Na nyinyi mabarozi, tueni watu wetu waende wakapige kura wakatiki, na tiki yenyewe rahisi, maana unaona CCM eh? na alama ya jembe na nyundo utamuona Samia, utamuona mchimbi, alafu mbele hawa watu wawili unaweka nini? Tik.